Ni ziara ya meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani Mheshimiwa Saidi Mohamed Zaidi ambapo ametembelea katika barabara mbalimbali zilizoharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha katika halmashauri hiyo ili kujionea uhalisia wa barabara hizo na kutafuta namna ya kuzitatua changamoto ambazo zinatokana na barabara hizo. Ziara hiyo imefanyika leo Desemba ishirini na nne ambapo meya huyo ameambatana na wataalamu kutoka TARURA pamoja na viongozi wa halmashauri hiyo ambapo kwa pamoja wametembelea kata mbalimbali ikiwemo kata ya Mitengo, Jangwani, Ufukoni, Tandika, Magomeni pamoja na Likombe. Aidha, meya huyo ametoa rai kwa TARURA kuhakikisha wanatenga bajeti ya dharura kwa ajili ya kukarabati barabara hizo ili ziweze kupitika kwa urahisi. Awali, wananchi wanaotumia barabara hizo wameeleza kero mbalimbali ambazo wanakutana nazo. Hii ni Prime TV na mimi ni Abdul Aziz Mohamed. barabara hii hapa kama mnavyoiona, barabara hii mbovu. Barabara changamoto yake kama hiyo mnavyoiona, ikinyesha mvua ndo sana inasumbua ile tope, unaona kama watu nao pita na basikeli. Kipande hiki kuanzia hapo mpaka elu, kipande kibovu sana ukiangalia nenye meshaliwa kwa mmomonyoko wa udongo kutokana ni maji. Kuna baadhi ya sehemu yanapita na kuna maji sehemu yanatuama, yakishatuama yanatengeneza dimbwi la maji na hata kupata maradhi ya maambukizi, aidha malaria na mambo mengine. Pia tunaomba mtusaidie, tuepukane na hii adha. Sisi ni wananchi wa Tanzania, changamoto ya barabara na kama unavyoiona hivi anaba yani papitiki, yaani leo ndo kidogo ndo nafuu, lakini toka imeanza kunyesha mvua yani ndo hatari hapa. Inabidi paongeziwe nani kifusi, yani kilike juu. Leo tarehe 24 Desemba hii tumeamua kutembelea kata nyingi za manispaa Mtwara Mikindani tumegundua matatizo mengi ya barabara vilevile vile pamoja na mheshimiwa katibu wa, wa mbunge tuko pamoja na, na wa, wa, wa, wa TARURA. Tume identify matatizo yote, yaona matatizo ni mengi, wananchi wanapata. Hivyo basi nafasi hii kama wa, wa ndugu zetu wa TARURA watafute njia za dharura, nduguzetu budget ya dharura, ili tuweze kumiti matatizo ya wananchi. Tumefanya ziara leo ya kuangalia uharibifu wa miundombinu uliotokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha kwa hivyo tumeshauriana sisi kama ofisa mbunge mimi kama katibu wa bunge niaba ya bunge tumeshauriana na watu wa TARURA kama waangalie uwezekano kupata bajeti hata ya dharura ili tuweze kutatua changamoto hii ya barabara ambayo sasa hivi imekuwa shida kwa kweli, na mvua zinaendelea kunyesha. Kwa hivyo tunaamini TARURA watatusaidia kutatua changamoto hii, kama hapa mnavyoona waandishi wahabari, wa habari na wananchi wa Mtwara manispaa tayari mkandarasi wetu NLT Uh, anaitwa NLT wa Mtwara anatarajia kuanza kazi za uchongaji wa barabara ndani ya manispaa ya Mtwara. Barabara hizo zitachongwa ni takriban ya kilomita mia moja na hamsini. Kwa hiyo atagusa kila kata na maeneo yote yale korofi ambayo yanahitaji uchongaji wa barabara. Tayari kama unaona mashine yake tayari m mkuu mobilized ipo site na mara tu baada ya sikukuu hizi za Christmas kupita hii tarehe ishirini na saba mkandarasi ataingia site kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mkataba huu mikataba, ana mikataba miwili kwa ujumla wake, mkataba moja mikataba milioni mia moja tisini na mwingine wa mia moja kumi na nne kwa jumla na takribani milioni mia tatu na kumi kwa ajili ya uchongaji wa barabara ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani.